Mi sui ni wa wilaya hii ya Kimala. Nashukuru kwenye hizo tumekuwa tukishirikiana vizuri aa, kwa mfano wiki mbili zilizopita tulikuwa tuna maelekezo ya kuyakagua ya makampuni kwa mambo ambayo yalikuwa yanaonekana yameenda ndivyo sivyo kwa sababu haya makampuni yote yanatolewa kwa kibali cha afande, inspector jenerali wa polisi. Sasa kwenye kufuatilia baadhi ya makampuni ushirikiano wao unakuwa sio mzuri aa. Sasa inaposhindikana kwa ushirikiano ukawa sio mzuri, ina maana mrejesho wake kwa afande, inspector jenerali obviously unakuwa negative. Kwa hiyo nili, nilifikiri tuweze waweze kuonyesha ushirikiano kama si navyoonyeshia ushirikiano kwao, ili hayo mapungufu mengine ambayo yanaweza kujitokeza tuweze tukayatengeneza vizuri tukaya, vizu, tukaya, tukaya overcome uh, ili kwa sababu wote tupo kwenye uh, swala la ulinzi na usalama wa nchi yetu. Uh, tafsiri ya leo mimi niwapongeze kwanza, imetuunganisha tuweze kutambuana. Mimi ni kama operation officer ambaye ndio nahusika moja kwa moja na haya makampuni lakini tukishirikiana na na wengine na vyombo vingine na, napata amani kwa sababu kwanza nayatambua makampuni ambayo yapo kwangu, lakini lakini pia pia ni ni fursa ni fursa pia na makampuni kunifahamu, lakini kufahamu jeshi la polisi kumba, kwamba tuko pamoja. Hivyo mimi niwatakie tafija njema na tuendelee kushirikiana pale penye mapungufu tuweze kuyasaisha ili tuweze kwenda mbele. Kumbuka tunaenda kwenye uchaguzi. Uh, uchaguzi mkuu tukiachana huku, ina maana hata kwenye uchaguzi hatutokuwa pamoja, lakini tukishirikiana kuanzia hapa yale mapungufu tukayarekebisha, basi hata kwenye uchaguzi tutaenda pamoja na kila kitu kitafanyika katika hali ya amani. Lengo ni kulinda amani, kulinda raia na mali zao. Uh, kwa majina naitwa Henry Wilson Mawawa ni mwenyekiti wa umoja wa makampuni ya ulinzi Tanzania kanda ya Pwani. Kanda ya Pwani inaundwa na mikoa zaidi ya saba ambayo ni mkoa wa kipolisi Kinondoni, mkoa wa kipolisi Ilala, mkoa wa kipolisi Temeke, mkoa wa Pwani, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga pamoja na Zanzibar na mikoa yake yote, makao makuu yake ndio tumeweza kupata ofisi leo. Kwa hiyo tukio la leo ni tukio la uzinduzi wa ofisi ya kanda ya Pwani, ambaye tumeona tusogeze huduma karibu kwa wakurugenzi kwa ajili ya kupata huduma zao zote wanazozihitaji. Kama umoja wa makampuni ya ulinzi, ni taasisi ambayo tunafanya kazi za ulinzi za ulinzi uh, wa, wa, wa watu pamoja na mali zao. Tunashirikiana, tunatoa ushirikiano tuna mwema kwenye masuala ya jeshi la polisi vile vile. Lakini pamoja na uzinduzi huu tunaofanya, tunatambua kwamba mwaka huu kuna uchaguzi na kama sisi ni wadau wa ulinzi na usalama, lazima tuhakikishe sasa, tujiimarishe tunapoelekea kwenye uchaguzi, kwa sababu tunaposema uchaguzi unafanyika, tuna wapiga kura ambaye sisi tumewaajiri ni lazima tuwape elimu ya mpiga kura, wajue wana umuhimu gani katika kushiriki kwenye swala la uchaguzi. Kwa hiyo tukaona sasa tufanye nini, tukatengenezwa kongamano. Lilo kongamano tukaenda Dodoma, tukakubaliana wakurugenzi wote tuunde ule umoja, na mgeni rasmi alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani tukaanza mchakato, tukakubaliana tukasajili, na tukauzindua na tuka sasa tukatenga maeneo ya kiutawala kwa mfumo wa kale. Kwa majina anaitwa Diana Nkarage, ni asatawala ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ubungo. Niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha mkuu wa wilaya ya Ubungo Mheshimiwa Lazaro Kwange, ambaye ndiye alipaswa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa ofisi hii. Kwa hiyo niko hapa kwa niaba ya yake hivi vyombo vya usalama hasa tunapozungumzia swala la huu moja wa kampuni za watu binafsi ni swala muhimu, na ni moja ya kampuni ambazo zinafanya kazi kwa ushirikiano na bega kwa bega na serikali, hususani jeshi la polisi, kwa sababu vinatusaidia kwa ajili ya kuendelea kuimarisha ulinzi kwa wananchi wetu, lakini pia na mali zao. kwa ni watu muhimu sana katika wilaya yetu ya Ubungo, kwa ajili ya kuendelea kuimarisha ulinzi wa wananchi na mali zao ninazungumzia kama sehemu muhimu kwa sababu umoja huu wa kampuni za watu binafsi zinatakiwa ziwepo, lakini hapa pia ni sehemu ambako zitawasaidia wao kuweza kukutana, kuweza kujadiliana mambo mbalimbali, lakini pia hata serikali tutakapokuwa tunawahitaji tunaweza kujua tunawapata wapi, lakini bila kuwa na ofisi hata tukiwahitaji hatuwezi kujua tunawapata wapi. Kwa hiyo ofisi inatusaidia kuwa kuweza kujua tunawapata wapi, lakini pia na wao inakuwa ni sehemu ya wao kuweza kufika, kukutana na kujadiliana mambo mbalimbali.